Kwa utulivu mpate kuyasikia, wazazi zingatieni elimu kutupatia. <coughs> Ewe baba na ewe mama, elimu inakupasa, sio hiari, ni lazima. Qurani yatuasa, Muhamadi nabia, ili lazimu kupata. Wazazi zingatieni elimu kutupatia. Yasikitisha hakika masasa wapotea Kuigeuka elimu ya muumba kuijua, ya kwanza yake elimu muumba kafaradhisha. Yasikitisha wazazi elimu kuipuuza, yatakuwa ni majuto kwa mzazi kuyapata. Tukikosa elimu twapata kuangamia, si kwa mtoto pekee, hata kwa wazazi pia. Yasikitisha wazazi elimu kuipuuza Utenzi wa usikia usilende mtaani na uja kuelimika usimtii yoyote elimu kuipuuza. Twalia sisi watoto, wazazi mwatukosea, twayakosa maadili maangamivu twapata. Wengine waacha soma na mitaani walanda wajikuta waingia makundi kwa kuyapupia. Twalia sisi watoto, wazazi mwatukosea twalia sisi watoto shughuli mwatujazia, mwatujazia shughuli muda nao hautoshi, elimu twalia sisi watoto, watoto shughuli mwatujazia, muda nao hautoshi, madrasa tachelewa, mwatujazia shughuli na akili za dumaa. Tupeni muda wazazi, elimu kuifikia, tupeni muda wazazi, mazuri kuyapupia, atatukuta tukuta mabaya muda tukiupuuza tutaulizwa na Allah, moja ya swali ni muda. Tupeni muda wazazi, elimu kuifikia. Mkono watetemeka, kalamu yatetemea, wino nao wakatika, mtunzi kaasirika. Ujumbe tumefikisha, kazi ni kutekeleza, hayashimenyi nyote utenzi, kunzi na hatia, dukuduku msipate, nani ametungia Dua kumwombea maisha marefu Mwalimu Haruna Tokombea.